Ni saa kumi na mbili asubuhi Afrika Mashariki, wakati ni saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii, wapiga kura milioni 37 waliosajiliwa nchini Tanzania wanatarajiwa kushiriki uchaguzi mkuu kuamua hatima ya taifa lao leo Jumatano, Oktoba 29 mwaka 2025. Awali kabisa kituo kifunguliwe ile saa moja kamili niwe mtu wa kwanza ili pa, kwamba nipate kutumia haki yangu. Kimbunga Melissa kinaelekea Cuba baada ya kusababisha maafa nchini Jamaika. na Watu watatu, watu na watatu watu 33 wa wauawa katika mfululizo wa mashambulizi ya Israel katika maeneo mbalimbali ya Wapalestina, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. za muktasari wa habari za dunia na jamhuri mwa vyombo. Shukran Martha, na karibu tena msikilizaji maafisa wa huko Gaza wanasema zaidi ya wapalestina 33 wamefariki katika mashambulio mapya ya Israel huko Israeli, huku wengine wakijeruhiwa. Israeli imeshambulia maeneo ya makazi na hata majengo ya shule. Wanadai Hamas wameshambulia vikosi vya Israeli vili vilivyoko Gaza, na pia wanachelewesha kurudisha mili ya mateka waliosalia kwa mujibu wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Watafiti wa chuo kikuu cha Yale U, nchini Uingereza wanasema kuna ushahidi kwamba mauaji ya wengi yanafanyika huko El Fasha jimbo la Darfur nchini Sudan. Filis Mwate anayo maelezo zaidi. Mji huo wa El Fasha ulitekwa na vikosi vya RSF hapo juzi na kulazimu vikosi vya jeshi rasmi la Sudan kuondoka katika maeneo hayo, lakini wengi wa raia waathiriwa wa vita hivyo wamenaswa katika eneo hilo wakihofia usalama wao. Watafiti hao wa chuo kikuu cha Yale wanasema picha za satelaiti zinaonyesha maelfu ya ishara za miili ya binadamu iliyovuja damu ikiwa imetapakaa baadhi ya raia katika eneo hilo pia wametoa ushuhuda wa mauaji na mateso yanayoendelezwa na RSF dhidi ya raia, lakini RSF wamekuwa wakikana kuendeleza mauaji ya kimbari huko Darfur. Hii leo wapiga kura takriban milioni 37 wanashiriki uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Rais Samia Suluhu Hassan anawania muhula mwingine madarakani. Ni uchaguzi unaofuatiliwa kwa karibu na kuweka katika minzani demokrasia ya taifa hilo. Wakati serikali na vyama vya kisiasa vikihimiza wananchi kujitokeza kupiga kura, makundi mengine wanaojitambulisha kama wanaharakati wamekuwa wakihamasisha maandamano wakisema ni njia ya kupaza sauti zao dhidi ya kile wanachokiona kama kukwama kwa mageuzi ya kisiasa nchini humo. Na kimbunga Melissa sasa kinaelekea Cuba baada ya kuigonga Jamaika na kusababisha uharibifu mkubwa tuna taarifa kwamba mafuriko katika maeneo mengi, huduma za umeme zimekatizwa na hata za mawasiliano. Watu wengi wamelazimika kuyahama makazi yao, huku wakulima wakipoteza mifugo na mazao yao. Kulikuwa na kimbunga chenye dhoruba kali japo kibuga hicho kimepungua nguvu. Taarifa ya kituo cha Marekani kinachotabiri hali ya vimbunga zinasema bado mafuriko zaidi yatashuhudiwa katika maeneo kinakopita. hii ni BBC Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na jamhuri mwa vyombo wakiwa katika studio zetu Nairobi. Unasikiliza amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye fm redio wa shirika nchini Tanzania ni pamoja na redio One na Redio Free Africa, Zenji fm visiwani Zanzibar, Kenya ni Loliondo fm na Mwanedu fm, Uganda redio Kitara na Voice of Karamoja, nchini DRC tusikilize kupitia redio muungano beni na internet katika bbc swahili.com. Matangazo haya pia tunayapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili, ambako maoni yako ni sehemu ya kipindi hiki. Mimi ni Martha Saranga. Ni siku ya uchaguzi nchini Tanzania ambapo zaidi ya wapiga kura milioni thelathini na saba waliosajiliwa wanapiga kura kuchagua viongozi wao wapya. Uchaguzi huu unaonekana kama mtihani muhimu kwa demokrasia ya taifa hilo. Utaamua rais, wabunge na madiwani wa serikali za mitaa. Rais Samia Suluhu Hassan anapoania muhula mwingine madarakani, wengi wanafuatilia kwa karibu kuona jinsi mchakato mzima utakavyofanyika. Wakati serikali na vyama vya siasa vinawahimiza wananchi kujitokeza kupiga kura, makundi mengine yanayojit kama wanaharakati yanahamasisha maandamano wakisema ni njia ya kupaza sauti zao dhidi ya kile wanachokiona kama kukwama kwa mageuzi ya kisiasa. Sasa moja kwa moja, naungana na mwandishi wa BBC Bosha Nyanje kufahamu kwa kina. Bosha, habari ya asubuhi, tuambie uko wapi na nini kinaendelea hivi sasa. habari za asubuhi, ni salama kabisa Masaranga. Nilipo sasa, nipo katika kituo cha Tabata Liwiti katika wilaya hmm, ya Ilala hapa jijini Dar es Salaam nam nini kinaendelea hapa wakati huu? Uh, uh, kwa sasa kituo kipo kidogo kama mita mia moja kutoka nilipo mimi lakini kwa watu wengi niliopishana nao njiani kutoka huko nilikotoka kwenye vituo vya ndani mpaka sasa kwenye kituo cha hapa barabarani, wengi ni watu waliovalia ma, ma t-shirt meupe pamoja na suruali nyeusi chini, nikimaanisha hawa ni wasimamizi ama watu ambao wanahusika katika kufungua vituo hivi vya upigaji kura. Kwa hiyo wengi wao hapa ndio wanatoka katika eneo hili la Sabata Lewiti, ambapo sasa ni kituo kikuu cha ch. Wengi ambao wanasimamia uchaguzi huu wanatoka hapa, wanakwenda kwenye vituo vya ndani vya mitaani. Hicho ambacho kinaendelea sasa hivi hivi, wananchi mm-hmm. wananchi, wananchi kidogo umekuwa mdogo. Wengi niliopishana nao barabarani wanaonekana kuwa ni watu ambao wanakwenda kufanya shughuli zao zingine za kawaida, huku vituo bado tukiwa tunatarajia vifunguliwe majira ya saa moja kamili asubuhi. Zoezi hili linatarajiwa kuanza rasmi muda gani, na pengine vilevile vile muda kumalizika kwa, uh, wa kumalizika kwake unafahamika? Kwa mujibu wa sheria na taratibu za uchaguzi wa nchini Tanzania zoezi uh, zoezi hili linatarajiwa kuanza majira ya saa moja kamili asubuhi na karibia kukamilika majira ya saa kumi na mbili jioni. Na swala la ulinzi lipo vipi, Bosha, katika eneo lililopo hapo Tabata na pengine yale ambayo umeyatembelea? Uh, kwa maeneo ambayo nimepita asubuhi ya leo, maeneo mengi yanaonekana kuwa na askari ambao wanalinda pamoja na hawa maafisa sasa wa tume ya uchaguzi ambao wanakwenda kusimamia uchaguzi huu. Kwa hiyo swala la ulinzi kwa sehemu ambazo nimepita, kiukweli bado ulinzi ni salama, na hakuna pengine mpaka sasa uh, ripoti zozote za vurugu pengine ama hata kichote kibaya kutokea katika maeneo haya ambayo nimepita kwa leo. Kwa ufupi, Bosha, matokeo yanatarajiwa kutangazwa ndani ya muda gani? Uh, kwa mujibu wa sheria za, za, za, za, za, za, za, za uchaguzi nchini Tanzania ndani ya siku tatu baada ya kupiga kura matokeo yatatangazwa rasmi katika eneo husika. Nam, shukrani sana uh, Bosha Nyanje, mwandishi wa BBC akiwa katika eneo la wilaya Ilala, na kutakia kila la heri katika kuendelea kutimiza majukumu yako na tutaendelea kuwapasha wasikilizaji kadri tunavyoendelea kupata muda. Haya, asante na kila la heri sante msikilizaji. Sasa tunaelekea moja kwa moja visiwani Zanzibar kuungana na mwandishi wa BBC Samia Awami, ambapo hapo jana kulikuwa upigaji kura wa awali, lakini leo hii sasa wananchi wote wataingia katika zoezi hili muhimu. Habari asubuhi Sami, kwa upande wa Zanzibar hali iko vipi na nini kinachoendelea wakati huu tunapozungumza? Habari uh, za asubuhi Martha, huku Zanzibar kwa kweli kwa ujumla hali ni shwari Aa, kama ulivyosema baada ya zoezi la kura za mapema kumalizika jana, leo hii uh, kura ile ya jumla sasa ambayo watu wote watajumuika itafanyika. Na kwa mujibu wa uh, uh, tume ya uchaguzi hapa wanasema wako tayari, wamejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba zoezi linakwenda vizuri. E, maandalizi katika vituo mbalimbali vya kupiga kura yanaendelea, maanake ikifika saa moja kamili tu basi uh, zoezi hili litaanza. Jana tulipokuwa katika vituo huko ilikuwa hivyo, saa moja kamili eh, kituo tulichokuwepo basi ofisa wa uchaguzi pale akatangaza rasmi eh, kwa sauti kubwa tu, watu wote wakajua kwamba kituo kimefunguliwa na watu sasa wanaweza kuruhusiwa kuanza taratibu za kupiga kura. Tuambie vyama vikuu ambavyo vinashiriki katika uchaguzi wa mwaka huu na ushindani umekuwaje, Sami? Eh, vyama vikuu ni Chama cha Mapinduzi ambacho kiko madarakani, lakini kuna chama cha ACT Wazalendo. Hichi, eh, ni chama cha upinzani ambacho kwa kweli kwa muda wote huu wa kampeni vimekuwa vikimenyana kweli kweli, kila upande wakitoa hoja uh, zao kwamba nini watawafanyia wananchi ilishiriki kampeni uh, za mwishoni mwishoni mwa vyama vyote hizi, na nikaona mwamko wa wananchi, wafuasi wao wakihudhuria kusikiliza hizo. Nikazungumza na wengi, wanajiandaa kwa kweli, maanake unaona wametumia siku zote hizo eh, karibu siku hamsini kutoa hoja zao. Basi leo ndio siku yenyewe sasa ya kuchagua viongozi wao. Sami, kwa ulivyofuatilia, ya matokeo yanatarajiwa kutangazwa ndani ya muda gani? Matokeo yanatarajiwa kutangazwa uh, kwa mujibu wa mkurugenzi wanataka kutangaza matokeo haya mapema iwezekanavyo. Anasema uh, uchaguzi uliopita walitangaza ndani ya masaa ishirini na nne. Anasema uh, teknolojia imekuwa na sasa, uh, lengo lao ni kutangaza haraka iwezekanavyo, kwa sababu wanaamini um, mchakato wa uchaguzi utakwenda vizuri, hapatakuwa na, na matatizo yoyote. Lakini yakitokea wanaweza kushughulikia haraka kama ambavyo tuliona jana walipokuwa na, na malalamiko kutoka upinzani walishughulikia, kwa hivyo ndani ya masaa ma, uh, haraka iwezekanavyo. Uchaguzi uh, tume imesema itatangaza matokeo ya uchaguzi nam. Shukrani sana Samia Wami kutoka visiwani Zanzibar. Na msikilizaji, tusikie hisia za wananchi kutoka Dodoma, Tanzania. Amii, naitwa Jumaa Amisi. Nafikiri kwamba kupiga kura ni haki yangu, kwa hiyo ndio maana nimejitokeza mapema kabisa, ili kwamba niwe wale watu wa awali kabisa, kituo kifunguliwa ile saa moja kamili niwe mtu wa kwanza, ili kwamba kwa nipate kutumia haki yangu ya kikatiba. Nianze tunakusema sijalala usiku kucha, ili nije kuwahi kupiga kura. Nimefurahi sana, napenda kushiriki, nimehamasika kwa hiyo naomba Watanzania no, Watanzania wote wahamasike kama mimi nimekuja saa kumi na mbili asubuhi, basi muda huko wasikose. Mimi kikubwa naomba tu e, Mungu atupe viongozi ambao wataleta amani nchini mona, hilo ndio jambo kubwa kwangu. Niseme tu kwamba sina hofu, kwa sababu Rais ametuhakikishia tujitokeze, na naamini kabisa usalama upo. Namni wananchi wa Dodoma hao. Lakini je, uchaguzi wa mwaka huu utakumbukwaje? Nampisha mwenzangu Isabela Mwagodi ambaye anatupitisha katika matukio muhimu ya chaguzi mbalimbali mbali za Tanzania tangu mwaka 1995. Je, historia itakumbukaje uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2025? Ule wa mwaka 1995 unakumbukwa kwa mbwembwe za wafuasi wa Agustin Mrema, mgombea wa rais huyo wa tiketi wa chama cha NCCR Mageuzi. Uchaguzi wa mwaka 2000 unakumbukwa kwa pata shika, nguo kuchanika. Lakini kwa upande wa Zanzibar, joto la uchaguzi huu lilianza uchaguzi uliopita wa mwaka 1995. Upinzani ukiongozwa na Maalimu Saif Sharif Hamad wa chama cha CUF waliamini kwamba walikuwa wameshinda, ila waliambulia patupu. Sasa ulipofika uchaguzi wa mwaka elfu mbili walisema hawatakubali kudhulumiwa tena. Na kweli, baada ya uchaguzi, CUF ilipinga matokeo ya uchaguzi huu na kuipa muda serikali kuyatengua. Hata hivyo serikali ilikataa kufanya hivyo. Wanachama wa CUF waliandamana barabarani na kauli mbiu ya jino kwa jino, huku ikiwahimiza vijana kuwa ngangari, yaani wawe imara. Maandamano haya yakakutana na jeshi la polisi lilokuwa limejiandaa kuwakabili. Purukushani zilizofuata zilisababisha mauaji ya watu 35, kwa mujibu wa CUF, lakini serikali ilishikilia kwamba ni watu 21 tu waliouawa katika purukushani hiyo. Baadhi walipata ulemavu, wengine walilazimika kutorokea mataifa mengine ili kunusuru maisha yao. Katika uchaguzi huu Rais Benjamin William Kapa alikuwa anagombea mhula wake wa pili. Miongo miwili baadaye, Mkapa akaja kuandika katika kitabu chake cha My Life, My Purpose kwamba mauaji haya ndiyo doa kubwa zaidi katika kipindi cha urais wake. Mwaka 2005 CCM ikapata sura mpya. Jakaya Mrisho Kikwete aliingia na kauli mbiu ari mpya, nguvu mpya, kasi mpya. Huu ni mmoja wa uchaguzi ambapo CCM ilishinda kwa ushindi mnono. Pamoja na dosari kadhaa za uchaguzi, malalamiko ya tume huru yaliendelea. Wengi, ikiwemo upinzani, walikubali kwamba Kikwete alikuwa na mvuto mkubwa wa wapiga kura. Hata hivyo, vyama vya upinzani pia vilikuwa vinaendelea kuimarika na hili lilidhihirika wazi katika uchaguzi uliofuata wa mwaka elfu mbili na kumi. Uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini chama kikuu cha upinzani Chadema kilifanikiwa kumsimamisha mgombea uraisi Tundu Antipas Lisu, mwanasiasa huyu machachari. Lisu alikuwa amerejea nchini mahususi kushiriki uchaguzi huo baada ya kupokea matibabu Ubelgiji kutokana na kushambuliwa kwa takriban risasi kumi na sita miaka mitatu kabla. Lisu wa anapiga kura wengi kwa uwezo wake wa kuchambua mambo na kufafanua masuala mtambuka kwa njia rahisi kabisa. Magufuli, kwa upande mwingine, alijigamba kwa kazi ya kujenga miundombinu na kuanzisha miradi mikubwa mikubwa. Upinzani ulipitia wakati mgumu sana katika uchaguzi huu, ikiwa ni pamoja na mamia viongozi na wafuasi wao kuwekwa ndani kwa kesi zisizokuwa na dhamana. Wengine waliripotiwa kuuawa huku wengine wakikimbia nchi kunusuru maisha yao. Lakini pamoja na misukosuko yote hii, upinzani ulishiriki na kuchangia katika kuleta ushindani mkubwa. Sasa imefika mwaka 2025, wapinzani wa uhakika wameinguliwa na CCM imebakia kutamba. Kwa mazingira haya, mgombea wa CCM Samia Suluhu Hassan anapambana na vyama vingine 17 ambavyo jumla ya kura walizozipata katika uchaguzi uliopita hazifiki hata laki sita. Hizo ni chini ya nusu ya kura ilizopata Chadema katika ushindani ambao wagombea wake walipita kila naya dhoruba katika kushiriki uchaguzi, wakati mgombea wa Chadema alipata kura milioni moja laki mia tisa katika uchaguzi uliopita. Mgombea kutoka chama cha Chauma wakati ule alipata takriban kura elfu thelathini na mbili katika kipindi hiki cha uchaguzi huu. Chama ambacho kinatarajiwa kutoa jasho chama tawala ni Chauma. Je, katika mazingira haya unadhania historia itakumbuka vipi uchaguzi huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano? Wapiga kura milioni 37 waliosajiliwa nchini Tanzania wanatarajiwa kushiriki uchaguzi mkuu kuamua hatima ya taifa lao leo Jumatano Oktoba 29. Kimbunga Melissa kinaelekea Cuba baada ya kusababisha maafa nchini Jamaica, na watu 33 wauawa katika mfululizo wa mashambulizi ya Israel katika maeneo mbalimbali ya Wapalestina. Hii ni BBC inaendelea kusikiliza amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC Afrika Mashariki ni saa 12 na dakika 16, wakati ni saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati. Mimi ni Martha Saranga na sasa tuelekee viwanjani kwake Filis Mwate. Na mshukran maka, sasa timu ya Brentford iliyofanya mabadiliko makubwa ya wachezaji iliingia robo fainali ya kombe la Carabao kwa mara ya nne katika misimu sita na kumaliza safari ya Grimsby Town kwa ushindi wa kishindo. Grimsby ambao wanacheza ligi daraja la pili, League 2, walishangaza wengi katika historia ya kombe la EFL walipoitoa Manchester United miezi miwili iliyopita. Sasa licha ya kufanya mabadiliko tisa, Brentford ilionyesha ubora wake wa ligi kuu ya England na kucheza soka la kuvutia ikifunga magoli matano bila bila jibu. Fulham nao walihitaji mikwaju ya penalti kuepuka kipigo cha kushtua kutoka kwa timu ya League One Wycombe, na kusonga hadi robo fainali ya kombe la EFL. Beki Issa Diop alifunga penalti ya ushindi, akiipa ya timu yake ushindi wa mikwaju mitano kwa nne baada ya kipa Benjamin Lecomte kuokoa penalti tatu za Wycombe. Kocha wa timu ya taifa ya England Sarina Wiegman amesema hana matumaini makubwa kuhusu jeraha la mshambuliaji Michelle Agyemang aliyeto Uwanjani na kubebwa kwa kwa machela baada ya wa England, wa kwa ya baada ya ya ya kuumia goti wakati wa wa wa ushindi England wa magoli tatu kwa sufuri dhidi ya Australia. Ajamana alianguka dakika kumi na tatu tu baada ya kuingia kama mchezaji wa akiba katika kipindi cha pili. Kwa sasa anachezea Brighton kwa mkopo, Arsenal, kwa mkopo akitokea Arsenal. mchezaji muhimu kwa timu ya Lionesses wakati wa ushindi wao wa Euro mwaka 2025. Na sasa kwenye tenisi, Cameron Norrie wa Uingereza ameelezea ushindi wake dhidi ya Alcaraz kama ushindi mkubwa zaidi katika maisha yake ya tenisi baada ya kufuzu hatua ya 16 bora ya mashindano ya Paris Masters kwa ushindi mkubwa. Nori, ambaye alifungwa seti mbili mfululizo na Mhispania huyo katika robo fainali ya Wimbledon mwaka huu, sasa alishinda kwa seti 4 6 6 3 6 4. Ili nisiondoe ladha, Martha, niruhusu nikomea hapa, shukran sana